Tunaye majukumu ya msingi matatu. Jukumu la kwanza alikuwa ni kulea vijana, lakini jukumu la pili tunatakiwa kuzalisha mali. Jukumu la tatu, sisi kama sehemu ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania eh, tunatakiwa tufanye ulinzi wa nchi yetu. Kwa hiyo kuwepo eh, hapa kwetu vilevile ni, ni kimkakati kiulinzi, lakini vilevile eneo hili ndio maana eh, nilimwambia kwamba kuna katika mgawanyo wa kikosi hiki eh, kuna eneo litakuwepo la mashamba, na eneo kama mnavyoona leo ni kipindi cha mvua, na mnaweza kuona kwamba kuanzia asubuhi ilikuwa ni mvua. Eneo hili lina mvua nzuri, na vilevile vile lina, lina rutuba nzuri sana, lakini eh, maono ya Mheshimiwa Rais ni kwamba angependa Jeshi la Kujenga Taifa liwe na uwezo wa kuchukua vijana wote wanaomaliza kidato cha sita kwa ajili ya mafunzo ya mujibu wa sheria. Kwa hiyo kwa hali hiyo ni kwamba ili tuweze kuwachukua tuwe, vijana wengi zaidi lazima miundombinu ya vikosi vilivyopo iongezeke, lakini vile vile tuweze kuongeza vikosi vingine. Kwa hiyo kiteule hiki kimetoka sasa katika, tunataka kukitoa katika hadhi ya kuwa kiteule cha kawaida sasa kiende kuwa ni kikosi cha Jeshi la Kujenga Taifa ambacho kitakuwa kitachukua vijana kwa ajili ya mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo ndio maana mnaweza kaona mi, miundombinu kama hii ni miundombinu ambayo tunaijenga maalum kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuchukua vijana wa kutosha uweza kuhudhuria mafunzo ya, ya, ya Jeshi la Kujenga Taifa, yale ya kujitolea na ile yale ya mujibu wa sheria. E, tumekuwa tuki, tukipewa bajeti tukiongezewa bajeti kwa wakati mbalimbali lakini hii ni, ni, ni mojawapo ya matokeo ya bajeti zile za kuonge, ya kuongeza kwamba tuongeze miundombinu kwa ajili ya kuchukua vijana wengi zaidi. Kwa hiyo kwa, kwa eneo hili kwenye kikosi hiki kwa kuanzia e, sasa hivi tutajenga majengo tisa kwa wakati mmoja hapa sasa hivi, na tuliweza kuleta ambazo pesa ambayo tuliipokea kutoka serikalini lakini tumeweza kugawa kwenye eneo hili kwa, kwa ajili ya shughuli ya hapa shilingi bilioni moja pointi sita ambayo kwa sababu tunajenga sisi wenyewe e, tunatumia vijana wetu, tunatumia mainjinia wetu kama ulivyowaona. Kwa hiyo tutakuwa na majengo yapatayo ya, ya, ya tisa katika eneo hili ambapo tutajenga ya ofisi kuu ya kikosi, lakini tutajenga maanga matatu kwa ajili ya, ya, ya vijana <coughs> e, tutaweza kujenga e, zaanati tutaweza kujenga maanga ya mas, askari kapera na, na maosa kapera lakini me, yapo majengo mbalimbali ikiwemo majengo ya kutunzia silaha na nini mpaka kuhakikisha kwamba tunaweza kupata ne, majengo idadi tisa kwa gharama ya bilioni moja pointi sita lakini at, mwezi huu wa tatu Eh, makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa baada ya kupokea pesa za kwa ajili ya maendeleo, vile vile tumearoketi tume, tume, tume, tume, tume shilingi milioni mia nne na ishirini na nane kwa ajili ya kuongeza majengo mengine matatu ya vijana ya, ya, ya maanga mengine matatu lakini vilevile vile tutajenga majengo mengine karibu karibu ma, ma, majengo yapatayo ya, ya matano tena mengine kwa ajili ya kuendelea, kuendelea kuendeleza ujenzi huu, lakini sio mwisho, bado tutaendelea mpaka kuhakikisha kwa, kwa kwamba kikosi kinatimia kama kikosi ko. Ni jukumu langu kama msimamizi mkuu kuhakikisha napanga majukumu yangu yote, rasilimali zote nilizopewa, kuhakikisha muda niliyopangiwa unatimia. Hata hivyo, nimepanga mikakati mizuri ni kwa kuhakikisha majengo yote tisa yanapia, yanapanda kwa wakati mmoja, na ili kulihakikisha hilo, kila jengo nimewaka mafundi watano watano. Lakini makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa imenipa vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kutosha kuhakikisha kwamba jukumu nililokabidhiwa linatekelezeka na kwa wakati uliopangwa. Kwa hiyo kila jengo limepewa vijana kumi ambao wanafanya kazi pamoja na mafundi, ni mtaalam lakini pia nimeweka mainjinia wa kijeshi kwenye kila jengo ambao wanasimamia zile standardi zinazotakiwa katika majengo ya serikali.